Shani, shani, na Mr. Bonasi. Habari, naitwa Aidat Lwiza, afisa bidhaa na masoko HaloPesa. Na leo niko hapa kuweza kutoa pongezi zetu za dhati na shukrani zetu kwa wateja wetu wote ambao wameweza kushiriki kwenye kampeni ya Tamba na Bonasi. Na leo tunaenda kuhitimisha, kwani Mr. Bonasi ameweza kufanya yake, yani kutoa mapesa mengi sana kwa wateja wetu. Leo tukia tukienda kuhitimisha kampeni ya Tamba na Bonasi, promotion iliyokuwa kimwezesha mteja pia nafuamana na HaloPesa, iwe ni kutuma pesa, kutoa pesa, malipa bidhaa na miamala yote kupitia HaloPesa alikuwa akiingia kwenye draw kujishindia hadi shilingi milioni 2. Tunependa kutoa shukrani zetu za dhati kwa wateja wetu wote wa Halotel HaloPesa na wale walioibuka na ushindi wa siku, ushindi wa wiki na ushindi wa mwezi. Halotel HaloPesa iko na wewe kukuhudumia zaidi hasa kikamilifu kwa mwaka huu lakini pia kwa mwaka unaokuja yani mwaka 2026. Halotel HaloPesa inaendelea kuboresha huduma zake, na tunakwambia HaloPesa tumerahisisha kwa makato nafuu zaidi. Halotel, pamoja kwa ubora. Halotel HaloPesa inakutakia heri ya sikukuu ya mwaka mpya kwako wewe mteja wetu.